Na swali dogo hapa shekhe, na pia watu wengi wanaamini wa kwamba kidogo ina watirisha. Je, mwanamke mwanamke mwanamke ana ruhusa ya kuchinja katika Uislamu, kwamba ashike mwenyewe kisu na kuchinja? Hiyi ndio swali shekhe. Kwa hivyo inamaanisha yaani mwanamke kuchinja physically kisu, physically achukue kisu, kama vile yani yake asema ah, jamani, yeye msichinjie, nataka mwenyewe, e, mwenyewe nchinje. Naam, katika sheria imethubutu kwamba mwanamke anaruhusiwa kuchinja mwanamke alichinja farasi za zama za Mtume sa salam, na watu wakala, na wala hakuna complaint. Kwa hivyo, mwanamke ni kiumbe kama mwingine, ni Muislamu kama mwingine, hajai kwa nyuma kwamba ah hafai kuchinja. na firi umeuliza, kwa sababu katika jamii zetu ni jambo geni, sehemu kubwa nyingi. Na tukienda basi, watu wapi, yani ukenda hata yani sehemu nyingi. Kwa hivyo, mwanamke kisheria anaruhusiwa kuchinja, na atakachokichinja kikawa halali, watu wakala, ni kuku ni mbuzi nini. Sasa katika udhiya, mama akasema, huu kondoo ni wangu, nataka kumchinja mwenyewe. Anachinja pasi na wasiwasi na ikawa ni halali, watu wakali. Umetaja neno alafu taraka, Shekha. Naam, umesema wanawake walikuwa wakichinja farasi, yani farasi. Kwa hivyo ni halali eh? hey, farasi ni halali. Kuna vitu vingi ni halali. Naam, farasi ni halali, ni katika halali. Farasi farasi ni halali eh. Okay, kwa hivyo lakini punda ni halali? Punda huyu wa nyumbani wa nyumbani Laki Laki punda wa lakini, ndio yule. Kwa sasa huyu mwanamke sasa, kuna kijana ambaye hajabalehe hmm. Lakini kuchinja yote anajua. Je, naye huyu anaweza akachinja? bora awe anaelekeza kule kuchinja nini? no. Kwa sababu tumesema kuchinja kuna masharti yake yakena no. Sasa kuchinja yenyewe sasa ni kuchukua kisu kinachopata vizuri, sharti ni pate kile kisu Naam. No. Isiwe umechukua panga la kwamba wewe ile unamdhulumu ukate mara, Aha. moja kisu ambacho kwamba chapata vizuri, uelekeze hapa kwenye koo ukate zini, ile mishipa ya kupitisha chakula na pumzi no. Hiyo Okay. Eh, kwa hivyo sio kuminya hivi kuchinja, na wala mnyama ukimuua njia kwamba sio ya kuchinja ile itakuwa ni haramu <laughs> hebu hapa kwa mwanamke Sheikh. Naam. No. No katika hedi mm, ama katika nifasi je, pia kuchinja? Anaweza kuchinja kuna, a kuna anaruhusiwa mwanamke akiwa katika ada zake anaruhusiwa kuchinja. Kama mfano bwana wake amekufa, anaruhusiwa kumuosha na kumkafini. Moshan. Kwa hivyo ile kwamba yuko kwenye nifasi au hedi, sio kwamba kwa hafai kufanya mambo yote, na, na, yapo mambo anayofanya hii message kwa maisha ileweke h